Mkiwa katika ziara hii katika mbio za Mwenge, mmetoa maelekezo mbalimbali. Nashukuru sana na kuhakikishia kuwa maelekezo yote ambayo umeyatoa tutayafanyia kazi. Najua mengine tumeshayafanyia ili uweze kupata taarifa za utekelezaji kabla hujamaliza mbio za Mwenge na kuhakikishia kuwa maagizo yote ambayo umetupa sisi tutayafanya kwa uadilifu mkubwa, ili kuendelea kuipa heshima Mwenge wa Uhuru kama kielelezo na tunu ya nchi yetu. Kikweli Mwenge wa Uhuru uliingia ndani ya mkoa wako siku ya tarehe ishirini na, leo hii tunaenda kuukabidhi ndani ya mkoa wa Iringa, lakini pia tulitembelea jumla ya halmashauri tisa ndani ya mkoa wako wa Dodoma. Kwa kweli ongera sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Lakini vile vile na shukuru sana waheshimiwa wangu wa wilaya, ndugu wakurugenzi, pamoja na makatibu tawala wa wilaya pamoja na wajumbe za usalama kwa kazi kubwa ambayo wameifanya ndani ya kwa kweli. Lakini pia wauru Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia oye, mwenge wa uhuru na kauli mbiu inayosema Jitokeze kushiriki utangozi mkuu wa mwaka 25 kwa amani na utulivu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa na viongozi wote wa mkoa wa Dodoma, kwa kweli mwenge huo wa uhuru umeacha amani, umeonyesha matumaini, umeonyesha upendo, umeonyesha heshima ya Daktari Samia Suluhu Hassan ndani ya mkoa wa Dodoma. Naomba jipigieni makofi. <laughs> Mimi Rosemary Senyamule mkuu wa mkoa wa Dodoma na kukabidhi mwenge wa uhuru Mheshimiwa Pita Serukamba Kisanka, mkuu wa mkoa wa Iringa, ukiwa unawaka, uko salama na una meremeta na kukabidhi wakimbiza mwenge sita, wakiongozwa na ndugu Ismaili Ali Usi, kijana vijana mahiri, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru elfu mbili na ishirini na tano, wakiwa salama, wamependeza kwa kula zabibu, nyama ngamia na kila kitu ambacho hakuna. Nani niwapa maboksi ili wasisikie kupungajhiwa, mheshimiwa mkuu wa mkoa na kutakia kila laheri katika kukimbiza mwenge wa uhuru mkoa wa Iringa. Mimi Peter Joseph Serukama mkuu wa mkoa wa Iringa leo, tarehe 28 mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na tano nakili na kuupokea mwenge wa uhuru ukiwa salama, unawaka na kumeremeta kutoka kwa Rosemary Sitaki Senyamule mkuu wa mkoa wa Dodoma. Pia nakili kuwapokea wakimbiza mwenge wa uhuru wa kitaifa sita na mratibu wao kutoka wizarani wakiwa na afya njema. Naahidi kuulinda mwenge wa uhuru wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano wakati wote utakapokuwapo mkoani Iringa, pamoja na kulinda afya za vijana sita wakimbiza mwenge kitaifa, wakiongezwa wakiongozwa na Ismail Aliusi hadi watakapomaliza ratiba ya mkoani Iringa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mwenge wa uhuru oye! Oye!